Tabu Mtingita ni msanii mchekeshaji kutoka Tanzania. Ukisikia asubutu, ndo mimi. Sasa hivi kidogo nimepungua, nimekuwa nimekuwa kama piskari fulani, lakini nimekuja kuzika jamani. Ah, msiba unauma, msiba unauma na mimi umeniuma, na ndio maana nimetoka Dar es Salaam ada mpaka kuja Dodoma kuja kumzika MC Pilipili. Kwanza ni mshikaji, pili hana mambo mengi sio mgomvi, mcheshi kama unavyojua, kama ye, yani kazi yake ilikuwa ni ucheshi, kwa hiyo e, ni mcheshi yani otomatiki. E, sawa. Labda e, tunafahamu kwamba MC Pilipili kuna mambo mengi ambayo akafanya ndani ya tasnia, pia nje ya tasnia. Kwa upande wako, tangu uanze kumfahamu MC Pilipili, ni kitu gani ambacho huwezi kukisahau kutoka kwake? Alikuwa anatamani sana nifanye stand-up comedy alikuwa anatamani, alikuwa ananiona kabisa, ambaye naweza kufanya stand up comedy. Yani kila siku simu yake nikiona tu, nataka tuende Dodoma, nataka tuende wapi, na mimi stand up comedy siwezi. Sasa si, nikimwambia siwezi, yani hii nikivuta anacheka, si ndio hivyo, unaweza utaweza tu, mimi na kujiomba mimi unanichekesha, yani kitu ambacho alikuwa anatamani sana nifanye hivyo. Pengine sasa hivi nitajikita katika hiyo, yani namna ambayo alikuwa anaisema, huwezi jua. Yani kama kuna kitu alikuwa ananisukuma, na ni kweli, nikiona kweli, nikifanya najua na, naweza na nafanya. Kwa kweli msiba umeniumiza, nimelia, nimelia siku tatu zote, ila mchozi sio ndo kumwombea. Tunamwombea kwa mwenyezi Mungu ampokee ndugu yetu, bado mdogo sana, amsamii pale kama alipokosea Amweke mali pema pe peponi. MC Pilipili <coughs>